Tangu kuingia madarakani Rais Trump swala zima kuhusu kutatua mzozo uliopo kati ya Marekani na Urusi, swala hili limekuwa likijadiliwa kwa kiasi kikubwa. Ilitajwa kwamba wakati ambapo Rais Trump ataweza kuingia madarakani, basi mzozo uliopo kati ya Urusi na Ukraine, basi mzozo huo unaweza kukomeshwa mara moja. Vilevile utakumbuka kwamba Rais Trump katika kampeni zake za uchaguzi alifahamisha kwamba katika kipindi cha masaa 24 ataweza kusitisha vita ambavyo vinaendelea kati ya na Ukraini. Jambo ambalo ni zaidi ya wiki moja rais Trump yupo madarakani na bado mzozo ukiendelea kati ya Urusi na Ukraini. Rais wa Urusi Vladimir Putin naye amefahamisha ya kwamba yupo tayari kuanza mazungumzo ili kuweza kukomesha vita hivi ambavyo vinaendelea kati ya taifa lake na Ukraini, kwa sharti ambalo alifahamisha kwamba katika mazungumzo hayo hawezi kuzungumza moja kwa moja na rais Zelenski ambaye kwa mujibu wake anafahamisha kwamba Zelenski hastahili kuwa rais wa Ukraini kwa kuwa alichaguliwa mwaka 2019 na hadi sasa mwaka huu 2025, tayari muhula wake wa miaka mitano, muhula wa Zelenski tangu ingia madarakani tayari umekwishapita na sasa alitakiwa kuwa kiongozi mwingine. Rais Putin, ili kurahisisha mazungumzo hayo kati ya Urusi na Ukraine, amefahamisha kwamba anaweza kuzungumza na baraza la bunge la Ukraine, ambalo anaamini ya kwamba ndiyo taasisi ambayo inastahili kuongoza Ukraine na sio rais Zelenski ambaye muda wake wa kuongoza kama rais wa Ukraine tayari umekwisha pita. Na iwapo Zelenski atataka kushiriki katika mazungumzo hayo basi rais Putin atateua wawakilishi wawili ambao watazungumza na rais Zelenski ili kuweza kuafikiana katika mzozo huu ambao unaendelea kati ya mataifa haya mawili. Rais Putin amesema kuwa hawezi kuzungumza kamwe moja kwa moja na Zelenski, na kulingana na sheria nchini Ukreni inatajwa kwamba wakati ambapo kutakuwa kumetangazwa hali ya hatari katika taifa hilo, basi uongozi na sheria zinaweza kubadilishwa. Hivyo basi sheria ambayo ilikuwepo kama rais anastahili kuongoza taifa hilo kwa muda wa miaka mitano, muda wake wa kuongoza taifa unaweza kuongezwa kwa kuwa hakuna uwezekano wa kuweza kuandaa uchaguzi kwa njia yoyote ile. Hivyo basi rais Zelenski anastahili kuwa rais wa Ukraini. Na rais Zelenski naye amejibu kwa kufahamisha kwamba rais Putin ana hofu ya mazungumzo kwa kuwa mazungumzo yatapelekea ya kukomeshwa kwa vita, na vita hivi ambavyo vinaendelea ni dhuluma dhidi ya Ukraini. Hivyo basi Putin atashindwa kuingia katika mazungumzo kutokana na hilo. Hatua hii ambayo imefikiwa kwa sasa kuweza kujadili kuhusu mazungumzo uwezekano aidha kutokuwa na uwezekano wa kufanya mazungumzo ili kukomesha vita hivi ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraine. Utakumbuka kwamba wakati wa kampeni za uchaguzi nchini Marekani, Trump alikuwa akikemea kwa kiasi kikubwa msaada ambao ulikuwa ukitolewa na serikali ya Biden Ukraine, ikiwa ni msaada wa silaha pamoja na pesa. Trump alikuwa akikemea vikali msaada huo huku vilevile vile akikumbusha kwamba tayari amekwisha ahidi vikwazo vikali dhidi ya Urusi iwapo Urusi haitochukua maamuzi ambayo yatapelekea kuafikiana kuhusu mzozo huu kati ya Urusi na Ukraine. Jamii sana, utamaduni unasemaje kuhusu kile ambacho kinatajwa kwamba Rais Vladimir Putin tayari amekwisha salimu amri kufuatia vitisho vya vikwazo ambavyo tayari Rais Trump ameweza kuweka mezani na kuahidi ya kwamba iwapo Putin hatoheshimu basi tayari Urusi itakumbwa na vikwazo hivyo? Tuachie mtazamo wako.